Kwanza kumshukuru katika swala so zima. Katika sekta ya elimu tunaona kwa kiasi kikubwa kuweza kujitahid kusogeza miundombinu ya kuweza kuengeza madarasa au kuengeza skuli ambazo zina, zina ubora katika teknolojia kwa sasa, kama tunavyoenda masomo mengi yanahitaji digital technology, lakini pia Uh, tunaona jitihada za Wizara ya Elimu kujitahidi kutaka kuondosha hii kadhia ya kuwa na mikondo mi miwili, yani shift ya asubuhi na, na mchana. Tunaiona serikali kupitia Wizara ya Elimu imejitahidi au inajitahidi kulifanyia kazi swala hilo, lakini pia katika sekta ya hiyo hiyo elimu, katika elimu ya juu tumeiona jitihada za serikali inajitahidi katika kuongeza nafasi za watu kuweza kupewa mikopo ukiachana na ngazi ya elimu ya degree. Kwa sasa imekuja mpaka elimu ya diploma. Lakini pia tumeona katika A level uh, katika A advance kwamba elimu inajitahidi na watu kuweza kupatiwa nafasi nzuri na kuweza kutoa matokeo mazuri. Lakini tukija katika sekta ya miundombinu, tunaona sisi ni miongoni mwa wa mashahidi hizi njia zote zilikuwa hazipitiki, lakini kwa sasa tunaziona kwa kiasi kikubwa kwamba tunaweza kupewa miundombinu tofauti, na tunategemea muda mchache barabara zote zitakuwa vizuri, wala hakutokuwa na, na mikwamo ya maji. Lakini pia tukija katika sekta afya, tumeona tayari kama wafanyakazi wa serikali tumeweza kupatiwa bima ya Zanzibar, ambao kila kila, kila mwananchi au kila mwajiriwa inampa nafasi yeye pamoja na familia yake Uh, kuweza kupata nafasi ya kuweza kupata afya bure tunasema. Lakini pia uoni wangu kwa, kwa Mheshimiwa Rais Dr. Ali Hassan Mwinyi, ni rais ambaye ameonekana ni mpenda watu, amejishusha zaidi. Uh, unaweza nikakupa mfano, sisi juzi tumesali naye tarawehe lakini Ijumaa moja kabla ya Ramadhani tumekuwa naye tukijumuika naye kwao. Ni mtu au ni rais ambaye ni mpenda watu, rais mpenda watu, ana utu, anawasikiliza watu. Kwa hiyo tuna imani tuna imani, personally mimi nasema kwamba ni miongoni mwa rais ambaye namuombea kwa Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, ampe afya njema, ampe sia njema, na endelee kumpa hekima na busara kuweza kutuongoza na kutupeleka mbali zaidi. Lakini chengine pia kuweza kupata fursa kama hii sikumbuki mimi katika... uh, tangu nipate akili zangu timamu kuwa na vipindi kama hivi, kwamba kama mwananchi kupewa nafasi ya kuweza kutoa maoni, kwamba rais anataka kusikiliza maoni kwa wananchi. Hii kwa binadamu tunasema kwa mtu yoyote, kwamba anataka kufanya ile self evaluation, anataka kujitathmini. Je, watu wananipokeaje? mapungufu yangu yakoje? changamoto zangu zikoje? kwa hiyo mimi ni mtu au ni miongoni mwa raia ambaye na sapoti kwa asilimia mia utendaji wake na spidi aliyokuja nayo. Hivyo namwombea Mwenyezi Mungu basi hata na awamu nyingine aweze kutuongoza vyema na, na kutufanyia mazuri zaidi.